Eh? Mwwe, yota, kasoko, kama eh, eh, nani ambayo nie mmetoa ripoti ya wanaotakiwa wana ku, kuambia kuhusiana na ubovu wa hiyo wimu eh, eh, umetoa hiyo ripoti? Nani mkubwa wa hichi kituo? Umetoa ripoti, naomba correspondence zote ulizoziandika

Sasa kwa nini wim ndio, iko wapi? Hebu niambie ni hiyo wim ni iko wapi? Ipo kule chini. Twende tukaione, twende. Kuna taa ile ulioniambia kama nyekundu ndani kijani. Kwa hiyo hii ndio haifanyi kazi, ni hii tu au kuna nyingine huku mbele? Ndio hii hasa. Kwa nini haifanyi kazi? Kwa hiyo hii ina, inachangia kwa kiwango fulani juu ya foreni. Manager, kwa nini hii afanye uh, kazi kwa sababu gani? Mfumo <laughs> toka lini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

sababu yake hili way in motion alifanyi kazi ni nini? Ni, yaani wewe niambie ukweli tu, ili kusudi mimi nisimwonee mtu. Sitaki kupata dhambi ya kumwonea mtu au watu. Watu wanateseka watu, watu, watu, watu awa katika mafoleni kwa sababu ya kitu hiki hapa tu. Sasa nyewe niambieni, mmechoka kufanya hii kazi? Hamuna haja nayo? Hebu yeye iangalie hii foleni, yani watu. Hili jambo la foleni hapa Mikese limeshaanza kuonekana kuwa ni jambo la kawaida tu wakati ni jambo kumbe tunaliweza na tunalimudu. Mimi nataka kujua tatizo ni nani hapa. Katibu Mkuu, habari ya saizi Alana? Alana? Ah, nzuri sana, niko Morogoro, okay. Nimesimama mizani yetu ya Mikese,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 kutokea Jumatatu, katibu mkuu, ninakuagiza wewe ya kwamba mje mtengeneze weigh in motion haraka iwezekanavyo hapa Mikese na ianze kufanya kazi haraka iwezekanavyo. Asante sana.